Basi baada ya admin kukurejelea na, na zile details zako, utarudi hapa utajaza, utarudi hapa utajaza nani yako hiyo, lile jina lako linkid at gmail.com. Utakuja hapo chini atakuwa amekutumia password. Uh, atakutumia password utakuwa unayo. Uh, utaiweka hapa password yako hiyo, halafu hapo utaandika ile jina lako lengide ile email yako lengide, eh, at gmail gmail.com kwa hiyo uh, email ambayo admin atakuwa amekutumia itakusaidia kuweza kus, kus, kusaini hapo. Kwa hiyo ukiingia hapa uta, utakuja, utakuja kujikuta kwenye page nyingine uh, ambayo utaijaza nayo tena. Alafu utaenda mpaka kwenye page ambayo itakuletea kujaza mkataba kama nilivyokuwa nimekuambia pale awali. E, kwa hiyo ukija uki hapa ukifinya sign in ita, ita kusign in hapo uh, utachagua mwenyewe kama ni mtu ambaye unapenda ku save password, uta save, kama utaki utaacha uh, password yako uh, ulisha ulikuwa ume, kama ulikuwa umeisave basi utaijaza hapa panapoonekana hapo, utaijaza hapo. Uh, password hii ambao utakuwa umetumiwa na admin ndo utaiweka sehemu hii ya kwanza, alafu uh, hapo utarekebisha password kwa utavyokuwa unataka wewe, labda pengine utakuwa unataka password yako iwe vingine, au kama utaamua kuendelea na admin basi utaiweka na na hapa eh, utaiweka hapa hapa uh, hapo hapa uh, hapa case later okay, inahitaji pengine hii herufi ya kwanza hii herufi ya kwanza iwe herufi kubwa ili iweze kutupokea hivyo. Naona zote zimesha check ya maana, sasa hivi ametukubali. Uh, na hapa sawa, so, imetukubali, imetukubalia. Kwa hiyo tuna confirm password hapa, tuna confirm password tunaweka ile ya e, kwanza inakuwa kubwa, alafu tuna change password hapa, tunakuwa tumeruhusiwa. E, tuna change password, change nimeshabadilika password. Itakuleta hapa kwenye page, alafu unagusa hapa kwenye contract, hapa unagusa hapa inakuja contract, inaanza sehemu ya kwanza ina jina lako Nyangusi liko pale, namba usajili ya kampuni BRELA ama leseni, hapo unaacha. TIN namba yako kama ipo basi utaijaza hapa, TIN namba hapo, sijui ni 1 2 3 ngapi ngapi, utaijaza kama una una usajili. Kama ni kampuni hiyo utajaza jina lake hapo, ni kampuni Nyangusi eh, kampuni ya Nyangusi itajazwa hapo kama una utaruka. Anwani ina maana wewe ni watoka mara, eh, mgumu mara huko. Kama unatoka mgumu mgumu huko eh, eh, kwa mara utajaza hapo eh, mgumu. Unaona bana eh, anwani yako ya posta, kama ni hivyo utaijaza pale hiyo box ile kama una utaacha e, nchi yako uh, ni Tanzania. Uh, namba ya simu iko pale. Namba mbadala utajaza sasa, namba ya, ya ambayo ni unaitumiaga ya ziada katika mfumo ule ule tulikuwa tumetumia mwanzoni plus, alafu eh eh eh 255 sorry 255 alafu, unaijaza hiyo namba hapo, kama ilivyo hapo juu. Hiyo namba nana hii inakuja namna hiyo. Barua pepe yako ni, ni nyangusi nyangusi ya hivyo, umeiweka pale. Mawasiliano ya dharura, unaezokamweka po pengine, ni nanginii sasa huyo eh? ujaza pale nangini ndo wata, watamtafuta. E, simu ya dharura na ya nangini unaiweka pale, ishaelewa bana 255 eh. E, unaweka namba ya nangini pale unamaliza, alafu unajihakikishia, taarifa hizi ndizo zitatumika kwenye hati ya mkataba na stakabadhi ya malipo kutoka Damaresi Tanzania Limited. Alafu unafinya endelea ehe, unakuwa umeingia katika sehemu tena iliyofuata. Utakuwa tunaendelea kuchagua uh, nani kupitia mobile money. kwa hiyo tutaendelea na, na mobile money, mtandao tutauchagua, tulikuwa tumeuchagua saa zile huo hapo uh, namba ya malipo kama saa zile tulivyoweka Natumia mfumo ule ule 255. Eh, hivi, hivi, hivi. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap zili namba eh, alafu jina ambalo utakuwa unalitumia hapo ni a, Nyangusi Nyangusi Ole Molel, hilo jina la mfano hilo eh, Mwakilishi wako wa kisheria kama unaye utamjaza hapo, kama hauna utaacha hizo sehemu zote za kujaza wawakilishi na namba zao za simu, kama hauna basi unaachana napo, unaendelea mbele. Hizi sehemu zote unasoma, unahakikisha umeshaelewa vizuri, kwa sababu picha eh, itatakiwa audio yako unapakiwe mp3 yenye ubora eh. Alafu picha jpg jpeg, zenye kimo cha angalau hiyo elfu tatu kwa elfu tatu px. Lyrics kama zipo ni vizuri pia, nasaidia alafu kimaliza hiyo nasema twende mbele, unasoma tena hiyo eh, leseni hii inatoa haki ya kusambaza kazi zako limwenguni kote kupitia Damaresi Tanzania Limited na washirika wake DTL, naweza kutumia jina, picha yako nini, unayokisha elewa unaenda mbele. Huo ni mkataba unaosoma sasa ambapo ushamaliza kusoma, ukikubaliana na masharti hayo unaendelea mbele mpaka unafikia unafika pale mwisho, unakuwa unakwenda una, una kukamilisha uh, usajili wako kwenye platfomu hii ambayo iko rafiki kabisa ya Damaresi hapa uh, sehemu ya, ya mwisho wa kumi na tisa hii, kama una lebo mfano. Uh, lebo ya ya mbuzini Mbuzini Records utajaza hapo, unaona bwana Mbuzini Records uh, na na umri wake wa kufanya muziki na vitu kama hizo utajaza hapo ni miaka kumi pengine miaka kumi uh, utajaza akaunti zao Facebook, Twitter na nini na nini hivyo vitu vyote hivi utavijaza utavijaza. Kama ushawahi kupata tuzo, utaeleza ni tuzo za gani hizo. Utamaliza uh, unafinya endelea, alafu uta tarehe jiweka, utasema unakubali masharti. Kama utakubali masharti, obviously unakubali, basi utaweka, utaweka tick kwenye una checkbox hiyo, alafu utafinya hapa kwenye sign mkataba na sign mkataba mkataba wako na unakuwa una, unapelekwa kwa Damaresi na Damaresi nao watausaini na kukurudishia, na akaunti yako itakuwa iko tayari kabisa kwa ajili ya kuanza kutumika na kupakia nyimbo zako wewe msanii.